Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Wangapi tunajua ni mwaka wa uchaguzi? Eh, kila mtu anajua ni mwaka wa uchaguzi. Mwambie mwenzako ni mwaka wa uchaguzi. Tulikuwa na uchaguzi wa awali wa viongozi wetu wa mitaa. Eh, namwona ndugu yangu hapo Levaroya, kabla ya uchaguzi wa mitaa alikuja akasema Uniombe, nagombea na ameshinda, yuko hapa. Sisi kanisa tuna wajibu kwanza wa kuomba wa kufanya nini? Wa kuomba. Pili, kuchagua viongozi watakao tuongoza kutoka ngazi zote. Sasa zimebakia wabunge na rais na madiwani. Asante. Sijui kama tuna madiwani wetu, sijui kama tuna wachungaji wetu ambao wengine ni madiwani, wako hapa leo. Tuna mkurugenzi wa halmashauri ya Longido ni mchungaji wetu, yuko hapa? Hayupo. Tuna sisi si tuna wajibu wa kuomba na kutazama ni nani anayefaa kuwa kiongozi? Ni nani anayefaa kuwa kuwa kiongozi? Huyu ndugu yangu aliyesema niombee, nagombea, tulimwombea. Na sababu hajawahi kuwa kiongozi, tulikuwa hatujui sasa amechaguliwa akimaliza kipindi chake, akija akisema niombee, nitaangalia alifanya nini, sitamwombea tu, nitaambia ulifanya nini kwenye huu mtaa. Tunao wajibu na wakati mwingine, kama wanajamii, watu wanazira, sasa mimi sipigi kura, sifanye nini? Huo hayo ni matumizi mabaya ya akili, hayo ni matumizi mabaya pia ya nafasi ambayo Mungu amekupa, ni matumizi mabaya sana ya akili, kwamba hutumii akili yako ipasavyo. Na Biblia nasema imetupasa kutumia akili ipasavyo. Wakati fulani kuna kiongozi mmoja alituma watu akasema, mkamwambia askofu sijapata kadi ya mwaliko. Nilikuwa nasimikwa kama mnakumbuka alikuja Mheshimiwa Waziri Mkuu miaka mitatu nadhani iliyopita. Wale watu wakaja wakasema, tumetumwa na mheshimiwa. Nikawaambia, anataka nini? Akasema anataka kadi ya mwaliko. Sitamtaja maana ni mtu mkubwa. Nikamwambia, kamwambie, aliona simu yangu siku fulani kama kiongozi wangu aliona message niliyomtumia, nenda akamwambie simwaliki asije. Mimi sikuangalia cheo chake, kwa sababu wewe ni kiongozi wangu, unaniongoza mimi. Ni mchungaji akija muumini akisema akinipigia nilikuwa naumwa, nataka uniombee, sinapaswa kuomba? Akiniambia nilikuwa naumwe, anambia na bwana, sina nafasi Je, mimi ni mchungaji wake? Hapana. Nikamwambia wewe sio kiongozi wangu, pamoja na nafasi ulionayo, wewe sio kiongozi wangu, mimi sitakupa kadi. Ni mtu mkubwa si, si mdogo kama unaofikiri, lakini nikamwambia mimi, nendeni mkamwambie mimi simpi kadi, wewe si kiongozi wangu. Nilikupigia, nilikuandikia ujumbe kwenye simu zako zote, na nikaona umeona kunitafuta. Kwa nini mimi nikutambue? Tunao viongozi tunaenda kuchagua viongozi, tuangalie wamefanya nini, waliopo na wanakuja, wamefanya nini? Je, kuna kitu wamefanya? Diwani, diwani wangu hayuko hapa eh, diwani amefanya nini? Au anapiga ruti tu huku na kule na kule. Natoa tu mfano. Diwani wetu najua, mara nyingi anaitwa kila mahali, naonaga anapita huko, na anapeleka watoto wake mwenyewe shuleni, watoto sio wanaotoroka eh? Ama anasema uongo eh? Lakini tunao wajibu wa kutazama na kutafakari na kuuliza, huyu anayetaka hii nafasi ni diwani, ni mbunge kuna kitu cha kukumbukwa kwenye jamii, kuna kitu hivi. Leo mimi nikiondoka hapa, siwatakumbuka, nilijenga hii jengo pamoja na Wakristo. Hata kama kuna mambo mengine, si watasema alipokuwa hapa alikuta lile jengo la zamani iliyojengwa na wamishonari, akaanzisha ujenzi pamoja na waumini waliokuwepo, wakajenga. Siningeweza tu kukaa nikasema tuingie ibada mbili hapa, ya kwanza, ya pili, tukawa tunafanya shift Kiongozi ambaye huduma yake uongozi wake haugusi jamii, hana tofauti na koti iliyotundikwa. Hana tofauti na koti iliyotundikwa. Wale wababa wanajua kivaa kivaa, mna suti wa baba, kwani kila koti unavaa siku na saa? Unaenda unaangalia, unasema hii imejikunja kunja, hii haifai na kuna koti ambayo kila mara unapenda kuivaa, si ndio wachungaji? <laughs> hata ikichafuka unaifuta, unataka tukuvaa hiyo, si ndio? kiongozi ambaye hana alipogusa, hana anachogusa, mwambieni peupe bwana. <laughs> Wewe hapana. Kiongozi ambaye anakuja ambaye hata nyumbani kwake magugu yameota mpaka nje, hawezi kutuongoza. La pili mbali ya maombi ni swala la amani. Wakati mwingine kwenye nchi yetu hatujajua sana umuhimu wa amani, kwa sababu kwa kweli hatujawahi ku, kuona vita. Wangapo waliwahi kuona vita kwenye nchi hii? kwa kitu ambacho mi saa ingine unaona watu wanasema vita, acha itokee okay. eh? kwani kuna shida gani? watakufa wataka, a a, si watakufa? So ungesema ufe kwanza wewe alafu ndo wengine. Ni rahisi kusema watakufalikufa swala la amani. Mimi si mwanasiasa, lakini swala la amani ili tuweze kufanya shughuli zetu za kidini za kijamii, eh, waandishi wanaweza kufanya kazi labda waandishi, kwa sababu wanaendaga mpaka vitani, lakini sidhani kama kuna wahubiri wa wanaendaga vitani kuhubiri. Swala la amani tunaweza tukatofautiana kisera kisiasa kivyama, lakini swala la amani hatuwezi kupishana. Wakati nikiwa kijana mdogo, mnakumbuka vita ya Uganda na Tanzania? Nikiwa kijana mdogo, huwa natoa huu mfano. Tukiwa kule juu, vita hiyo ilikuwa imeshaisha. Siku moja, wanajeshi wakawa wanafanya mazoezi Tanganyika pekas kukawa kuna milio, sijui ni mizinga, sijui ni nini. Watu wakaanza kukimbia, watu wakaanza kukimbia, maelfu ya watu, wanafunzi, watoto wadogo. Na mimi nilikuwa na mama yangu shambani tunalima, ghafla tukaona watu wanateremka wengi kwenye mlima wanakimbia. Tukauliza, kuna nini? Wakasema Idi Amin amekuja na sisi tukaanza kukimbia na mama <laughs> tukaanza kukimbia, kila anayetukuta tunaambia Idi Amini amekuja, naye anakimbia, kila tunayemkuta Idi Amini amekuja. Nakumbuka tulikimbia kutoka huku, wengine walivuka Ngaramtoni, wengine walienda foresti, wengine walipotea, na wengine walikufa, walitumbukia kwenye makorongo, lakini ujumbe ilikuwa Idi Amini amekuja. Sasa hata hatujui, lakini wote tunatangaza Idi Amin amekuja. Ni tukio mimi nalo likumbuka nikiwa kijana mdogo, kila anayekukuta Idi Amin amekuja. Unajua, serikali ilifanya kazi ya ziada, iliwazuia watu Ngaramtoni huko, polisi walifanya kazi ya kuzuia watu na kusema. Tulikimbia tu kuchukua chochote, tuliacha nyumba wazi, tuliacha kila kitu. Siwezi kusahau, na ikuwa vita, ni mtu mmoja tu amesema Idi Amin amekuja. Kiona ndege huko juu, anasema ndiye huyo huyo. Watu wanalala chini, wengine wanaingia kwenye vichaka na wengine walisema sisi hatutaondoka tutafia hapa. Kuna waliobaki walisema sisi hatutaondoka. Sasa tunaona mataifa mbalimbali mbali. Wanasiasa wanaweza wakashindana, lakini sisi tudumu katika kudumisha amani. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Nilitoa mfano wa yule mchungaji wa Ukraine, ni wa kanisa letu wa Baptisi. Alisema hakuna pakusali, hakuna chakula, waumini kila mtu ametawanyika. Alikuwa anatia huruma. Ile nchi ilikuwa inasaidia mpaka Afrika mpaka huko, lakini leo wanasaidiwa mkate wa kula. Sasa huku kwetu bado tu tunapambana na watu wasiokuwa na mahitaji yao ya msingi. Likitokea la kutokea, nani atatusaidia?